Ni soko la Kariakoo, moyo wa biashara jijini Dar es Salaam, limefufuka upya kutoka kwenye majivu ya janga la moto. Wafanyabiashara hawa wakiwa katika hekaheka heka katika soko hili jipya lenye sura mpya likiwa na miundombinu ya kisasa inayolenga usalama, ufanisi na maendeleo ya wafanyabiashara. Tunashukuru tumepata kivuli, tumepata shida sana, mvua, jua. Nalikumbusha na, na, na, na, swala moja tu bidzaa za jumla zishuke shimoni ili tupate wateja wengi hapa. baada ya soko kuungua, mimi nimeteseka sana. Kukabidhiwa kizimba changu kwanza, namwambia Mungu asante, nimelipokea kwa furaha sana sana tena sana. Soko hili limejengwa kwa vizimba vilivyopangiliwa kitaalamu, mifumo madhubuti ya kuzimia moto, huduma za usalama, maji safi, umeme wa uhakika, pamoja na mifumo ya kisasa ya usafi wa mazingira lakini sasa bado kuna baadhi wana hofu ya biashara zao, wakiomba kuhakikishiwa kuwa hakuna anayefanya biashara nje ya soko. Biashara ndio tunaanza, tujajua kama tutatoka au tutoke, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata vizimba. Ushauri wetu ni kama nafasi zipo, watu wote tuingie ndani tupate biashara kwa pamoja. Wateja nao walioingia katika soko hilo wamekuwa na maoni tofauti. Bidhaa zimewekwa kwa mpangilio Yani, ukimwambia sande mimi nataka matunda, anakuonyesha sehemu ya matunda. Mimi nataka mboga mboga, anakupeleka kwenye mboga mboga. Wamefanya vizuri sana, kwa sababu kwanza mboga zinazoingia hapa sokoni zina ubora ni zimetoka kama ni shambani kwa leo leo, alafu pia msongamano sio sawa na huko nje. Suala la madai kwa waliokosa nafasi, meneja mkuu wa shirika la masoko Kariakoo, Ashraf Ashrafu Abdul Karim, amefafanua. Hapa kuna aina mbili ya wateja. Kwanza kabisa, kuna wale ambao walikuwepo, unakuta mtu alikuwa na meza hii, lakini hiyo meza akamkodisha mwenzake, na mwenzake akamkodisha mwingine. Kwa wakati wa uhakiki, itakiwa mtu mmoja ambaye ameunguliwa, aliokuwa na miliki duka au kizimba, ndiye anayerejeshwa sokoni. Lakini pia, unakuta wengine walikuwa wanapanga njiani, yaani hawakuwa sehemu ya soko na wenyewe walikuwa wanakuwa consider waweze kuingia kwa, na wenyewe walichukuliwa, ndio nilimweza Mheshimiwa Rais jana wamepangwa sehemu za ngazi na wakupata maeneo. Na wengine hawakuwepo wanataka jitokeze muda huu, kwa sababu wamewona soko limekuwa zuri, lakini wengine ni wale ambao nakuta mimi, Estabela Malisa na eneo langu, namkaribisha Ashraf Abdulkarim hapa wakati wa kuungua wanataka wote wawe wanyaduka wafanyabiashara zaidi ya elfu moja mia nane wanatarajia kuingia ndani ya soko jipya pamoja na lile la zamani ambalo limefanyiwa marekebisho. Uzinduzi wa soko jipya la Kariakoo unaashiria mwanzo mpya, ukurasa mpya wa maendeleo na dhamira ya serikali katika kujenga biashara salama na endelevu kwa Watanzania. Estabila Malisa, Azam News, Dar es Salam.